Dkt. Swalehe Kitabu Pazi ni daktari bingwa mbobezi wa magonjwa ya mfumo wa chakula na ini na ni mkuu wa kitengo hiki cha magonjwa ya mfumo wa chakula na ini katika taifa ya Muhimbili. E, karibuni kwenye kitengo chetu cha magonjwa ya mfumo wa chakula na ini cha uchunguzi ambacho tunaangalia maradhi mbalimbali ambayo tunayafanyia utafiti na uchunguzi ili kuweza kubaini ukubwa wa tatizo na hatimaye kupata tiba stahiki kwa daktari ambaye alikuagiza uje kwenye kitengo chetu kufanya kipimo hiki. Tunawapokea wagonjwa kutoka maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Kwa hapa Dar es Salaam, tunawapokea wagonjwa kutoka hospitali zote za mkoa wa Dar es Salaam na kutoka nje pia ya Dar es Salaam, kutoka mikoani wanakuja kufanya uchunguzi. Na unapofika hapa, sisi tunafanya uchunguzi, lakini pia tunafanya na matibabu pia. Kwa ambao matibabu, wagonjwa ambao wanastahili kupata matibabu baada ya kufanyiwa uchunguzi. Tunao wagonjwa ambao wamefanyiwa uchunguzi katika maeneo mengine, lakini wakifika hapa kuna haja kujiridhisha juu ya matatizo yao mbalimbali, tunawapokea mbali. Wagonjwa aina nyingi, lakini kwa katika e, muktadha wa magonjwa yetu hapa ni magonjwa mfumo wa chakula na magonjwa mambo ya ini, na wagonjwa wetu mara nyingi wanakuja na dalili zifuatazo. Dalili ya kwanza kubwa, wanakuja na magonjwa yanayohusiana kutapika damu ama kupata choo cheusi na hizi ni dalili ambazo ni za hatari kwa wagonjwa na hatimaye wakifika hapa tunabaini matatizo yao na kuwapatia matibabu. Lakini pia tuna wagonjwa wanaokuja hapa kwa matatizo ya kuharisha kupita kiasi, na hatimaye tujue sababu zao za kuharisha au kutoka damu katika njia haja kubwa, ili kubaini matatizo yao. Lakini tuna wagonjwa pia matatizo ya, ya ini na mengineyo ya mfumo wa nyongo, pia tunapo tunawafanyia uchunguzi na hatimaye kujua ukubwa wa tatizo lao. Kwa wagonjwa wote hawa niliowataja na dalili zao wanapofika hapo Hospitali ya Taifa Muhimbili kwenye kitengo chetu hiki, wanapatiwa uchunguzi, aidha kwa kuangalia mfumo wa chakula kwa njia ya kupitia mdomoni au mfumo wa chakula kupitia njia ya haja kubwa. Na wagonjwa wetu hawa tunapofanyia vipimo hivi, huwa tunawapa ushauri juu ya matatizo na hali mbalimbali mbali ambazo za kujitahadhari wakati wa kipimo hiki cha uchunguzi, na vipimo hivi vinahusisha utoaji wa dawa za usingizi kwa baadhi ya wagonjwa, lakini pia tuna vipimo vinavyohusisha bila ya dawa za usingizi. Mathalan, kipimo cha kuangalia mfumo wa chakula kwa njia ya kupitia mdomoni huwa hatutoi dawa za usingizi. Mara nyingi wagonjwa hawa kipimo hiki tunakipima ndani ya dakika tatu mpaka dakika tano. Tuna wagonjwa tunafanya kipimo hiki ndani ya dakika mbili, lakini maximum, kiwango cha juu kabisa, mpaka dakika tano, na vipimo hivi tunavifanya ila kutoa dawa usingizi kwa sababu kwanza vipimo hivi huwa haviumi.